Pekee unaleta karibu ni mpira, hata mwanasiasa leta karibu mpira. Kwa sababu gani? Wa kijana hana ujuzi wowote. Tuko hapa leo uh, ili kuweza kuhamasisha vijana uh, na hii ni eneo ya Mbweka Dandora. Uh, tumekutana na maskani uh, vijana wanaume kwa wanawake uh, ili tuweze kuhamasishana kuhusu masuala mazima ya amani uh, kwa sababu amani kwanza ni kitu ambacho ni muhimu sana katika jamii yetu. Um, kwa sasa tumefikia kitengo cha kuweza uh, kupitia maskani kadha kadha na tumechukua ili uh, jukumu kuhakikisha kuwa katika nyanja zote za uh, Eh, ili gatuzi letu la Kwale hususan Matuga sub county eh, tunaweza kuwafikia vijana vizuri na tumechukua kama ni jukumu letu sisi kuhakikisha kuwa masuala mazima ya amani yanapatikana, na tukizidi kuhakikisha kuwa tunawapitia hao vijana wetu tuhakikishe kuwa tunawapitiliza uh, katika hizi dialogues uh, tunaweza kuwafikia pale pale maskani tukiangalia tujue hususan shida sana sana waziko wapi. Mm, nimejifunza kwamba umoja ni kitu muhimu kwa sababu tukiwa na umoja hakutakuwa na vurugu, watu wataelewana, e, watu watakuwa wanapatana. Mm, kitu chingine ambacho nimejifunza uhalifu, kutokuwa na kazi ndo ambako kunasababisha sana sana sana uhalifu, na no, unasababisha mpaka kusiwe na amani. Ningependelea watu wajitoe, watu wajitume, ambaye ana kipaji chake akitumia vizuri, kwa sababu wengine yn yani, wame lose up kwa sababu ni wamesoma wamemaliza, lakini hawajapata kazi, lakini pengine wajua kusonga. Sasa kule kusonga kwake amekupuzia, ameona siendelee, lakini ukisonga leo, umesonga ishirini, kesho mia, kesho hamsini, hivyo hivyo, unajichanga changa. Maisha ndo hayo kuwa ukiwa na amani hakuna kitu kitaenda vibaya, kwani hakuna kitu kinaendelea bila amani. Alafu chengine sisi kama vijana tuna kitu ambacho kinafaa sisi tukizingatie, ni tuwe kitu kimoja, tushirikiane kwa umoja, ndio maisha yatakuwa rahisi.